Namirun, namirun ni chui, namirun ni chui. Kisha kuna filun, filun ni tembo. Kadhalika ametaja himarun, punda himar ni punda. Kisha kuna farasun, farasi, farasun farasi. Kisha kuna khinzirun, khinzir ni nini? Nguruwe. Kisha kuna ghazalun ghazalun, ni paa, paa sii alimamu Al Ghazali asa pa. Nato, al Al Ghazali ni paa yakinit alimamu Ghazali huyo, ghazalun pa. Timsahun mamba, ule ule uko baharini kama jiwe, unaitwa vipi? Mwamba huyo, asa ni timsahun, ma mamba Thalabu mbweha, thalabuni mbweha. Mara nyingi wanapenda kukaa katika sehemu za barafu, mbweha. Kuna dhiibun, mbwa mwitu, mbwa mwitu kadhalika. Ametaja jamalun, gamia, jamalugamia. Ndo maana katika mabana akasema jamal, pia naqatu, gamia kadhalika, ibilu, gamia koo, jamal gamia, naqatu gamia, ibilu gamia kisha kuna saurun ngombe dume, dume inaitwa saurun ngombe, lakini dume inaitwa saurun. Kadhalika kuna bakaratun ngombe jike, bakaratun ngombe jike. Kisha hisanu, hisanu ni farasi hisanu. Kisha kuna kalbu, kalbu ni mbwa ajulikana. <coughs> wametaja zarafatu, zarafatu ni twiga aitwa zarafatu, twiga zarafatu. dikun Kuku jike dume diko anaitwa eh, dume diko. Kuku dume jogoo, dajajatun dume. Kuku jike anasema dajajatun ni bora zaidi kwa nyama nzuri kuliko diko, anasema kuku jike huwa na yake nyama yake laini, si ndivyo? Eh, naam. Tayyib, kisha kuna babu ghao. Babu ghao ni kasuku, kitu babu ghao umetukana, ni tusi, hadha babu ghao maana yake hyo ni kasuku wa toroja tu. Kisha kuna ghurabu. Ghurabu ni kunguru. Kunguru ana jina nyingine, kunguru Kiswahili eh? Hakuna nyingine, hakuna jina, hata vijana wanaomuita jina nyingine ni huyo kunguru. Kunguru wengine wanaita kungua. Haya, ndio. Asfuru ni ndege, asfuru kama vile vichozi, viziwarde vile. Hiratun paka Qittatun paka jike. Sanuratu pia ni paka. Je, hakuna mtu anaitwa Sanura? wakutele koo ni paka wanake <laughs> ni paka. Ndio maana takiwa uchague mtoto wako, mchague mtoto jina zuri, mwite majina ambayo Allah anaapenda kama mwanaume Abdullahi, Abdurrahman au majina ambayo ya yamedhirifishwa na hiyo Abdul Salam nini, au majina ya manabii. Ukitoka hapo majina ya salafu saleh, majina ya masahaba, majina ya maulamaa mingi, majina ya sahabiyati, masahaba wa kike, majina ya wake za mtume, watoto wa mtume. Lakini anataka jina hilo ambalo konde mzima hakuna, nataka jina eh, mimi mwenyewe sijiwe kulitamka. Nataka jina ile uniandikie kwenye karatasi. Si ndo majina siku hizi, majina siku hizi magumu. Tofauti na wazee wetu. Wazee wetu kwa hana shida kombo dikombo, dichachie dimize ani wao kwa hana shida. Lakini wao wakikosea kwa sababu gani? Majina haya mikombo nini kwa hana hana. Unafahamu? Lakini katika kutamka hayana shida. Hawa sasa majina yao kutamka ni shida lakini pia hayana maana nzuri na maana mbaya kama sanura sanura paka. <laughs> Kisha kuna qittun qittu, pia ni paka lakini dume. Kisha kuna thubanu ni nyoka, pia hayyatun ni nyoka, wote ni nyoka. Shatun, kisha kuna mbuzi. Kisha kuna ghanamu, ghanam anaingia mbuzi na kondoo. Kisha kuna namlatun, ni nani huyo? Namlatun, sisimizi Kadhalika kuna ankabutu, nani? Buibui. ni buibui bui au ni buibui bui? Ha, buibui bui. Hariri, kuna tofauti katika hariri na buibui bui bui? Basi ndio hao ankabutu. Kisha kuna hamamatu, njiwa. Kisha kuna imama. imamatu ni kilemba. Kisha kuna amamatu au amam mbele kadhalika kuna battatun bata. Battatun kuna bata bata, nasi tusema mwite bata bata bata, ndio bata, ya batabata au wazun pia anaitwa bata, anaitwa wazu. Lakini wanasema huyu wazu ni bata maalumu, kama vile unaitwa unaita vipo lengine, wale wanaofukuza watoto kanari. Kanari yule mzuri msafi, yeye hendi hendi kumatope, hali uchafu uchafu, yeye apenda majani yule lakini asikia ghali sana, yaimoja tu elfu hamsini. Eh, anakuwa mkubwa, lakini yule hatari kwa watoto, anafukuza na napiga, lakini mzuri na kuna kila aina na naona bei nyingi sana. Kadhalika kuna ba'udatun ba'udatun, ni nani huyo? Mbu, mbu anaitwa bauba. Kisha kuna dhubabu ni nzi, dhubabu ni nzi. Kisha kuna nahlun, nahlun ni nani Eh, nahlun nyuki. Namlatun sisimisa. Amthilatun fil jumali, mifano katika sentence. Asadun simba. Hayawanun qawiyyun, ni mnyama mwenye nguvu. Yaishu fil ghabati, anaishi wapi? Msituni. Namirun tuwi. Hayawanun ni mnyama, muftarisun, mwenye mwindaji na ni kweli chui wanapenda kuina. Filun tembo, hayawani ni nyama, qawiyun mwenye nguvu. Jismu hu um, umbo lake kiwiliwili chake, dhakhamun ni mnene, umbo lake ni mnene. Dhakhamu maanake saminu. Wakhurtumuhu tawilun, khurtum ni yale mwaita vipi sasa, ni mikonge eh? Ile ambayo kama mapua yani ile au ni tu ile mimoja atulilesio anachukulia na kati ya miti dider sawa. Wa dhailuhu qasirun, lakini mkia wake ni mfupi. Himarun punda, sautuhu himar punda, sautuhu qabih, sauti yake ni mbaya, sauti yake ni mbaya. Farasun farasi, hayawanu ni mnyama alifun aliye fugwa mwanake, mnyama anefugika, ndo alif anefugika. Farasi yarkabuhu linsanu, huyo farasi anapandwa na mwanadamu mtu, ila masafatin qaribatin wa ba'idatin, kuelekea katika masafa ya karibu, kadhalika masafa ya mbali. Khinzirun nguruwe, haramahu Allah aklahu Allah subhanahu wa ta'ala amemuharamisha yeye uli wa, wa kwake nguruwe ni haramu kw. Ni sentence kama anatunga Sheikh. Kisha kuna namudhaju thani, namudhaju thani, mifano ya pili. Ana mimi uridu an adhhaba ila lmadrasati, mimi nataka kuelekea wapi madrasa. Anta wewe, turidu unataka, an tashraba shaya, kunywa chai au shai, kunywa chai Anti wewe mwanamke turidina, unataka kitabat risalati kuandika barua. Antuma nyinyi wawili wakiwa naume wanawake turidani, mnataka asafara mnataka manake mnataka safari ila Dar es Salaam, kuelekea Dar es Salaam. Antum nyinyi wingi wanaume turiduna taaluma lughati alarabiyyati, mnataka kujifunza lugha ya Kiarabu. Antunna nyinyi wingi wanawake turidina safara, mnataka safari ila Sudani, kuelekea Sudani.

Huma wao wawili wanaume yuridani wanataka, an yusafira kusafiri ila la zenjibar kwrika Zenjibar. Huma wao wawili wanawake turidani wanataka, taalluma alquran kujifunza Quran. Hum wao wingi wanaume yuriduna an yusallu sala aljumati, wanataka kusali sala ya Jumaa fi masjid as-sunnati, katika masjidi msikiti wa nini? Msikiti wa sunna, maana kuna inaitwa masjid as-sunnah jina lake hunna wao wanawake wingi Ahmani, wa ulatul ahmali na wale wenye mimba wajawazito, ajaluhunna yani ile muda wao wa kujifungua, muda wao wa eda anyadana hamlahunna nikufanya nini, nikuzaa ile mimba imeleka hii ni Qurani, ndio maana ameweka hapo nambari tano ni surat At-Talaq ya nambari nne nahnu sisi, nuridu an nushahida, tunataka kushuhudia, kuangalia manake nataka kuangalia mubariati kurratil qadam, mechi mubariati. Katika kiarabu inaitwa mechi inaitwa mubariati, tunataka kuangalia mechi ya mpira wa miguu, na huo ndio kama maradhi ambayo imeenea katika jamii zetu sezi, mpaka wanawake na timu za mpira wanaume, wazee timu za mpira kuangalia, kupoteza muda, kadhalika mpaka watoto wadogo. Sisi wadogo afika wana timu zao na wazijua, mtoto ana miaka mitano ajua timu yake yote na wachezaji wake afuatilia juu ya msimamo wa ligi hiyo iwenda vipi, kila kitu. Yani tumefeli nini? hizo tv ndio zipo tufikisha hapa Amerika, Allah atuhifadhi. jazira tu zenjibar, Unguja sawa. Kisiwa cha Zenjibari ambacho kinaitwa Unguja sawa, inaitwa nini? Unguja jazira tu Zenjibari huo tunasema mpira unguja ambao ni unguja unguja ndo hicho hapo. Amekieka, kuna Indian Ocean na vitu vingine. Jaziratu Zinjibari, kisiwa cha Unguja Zanzibar. Jaziratun jamila tu ni kisiwa kizuri. Madinatuha wasiatu mji wake ni mpana, mji wake ni mpana. Fiha shawariun kathiratu ndani ya mji huo kisiwa hicho kuna, kuna njia nyingi. Mithlu, mfano shari'an kanjuguni, sawa, mfano njia ya wapi? Kikwajuni, si iko njia, njia, njia ya kikwajuni kanjuguni, kikwajuni, si iko njia hiyo. wa shari'u mishizani, njia ya wapi? Michinzani, hioyote nikisiwa chonguja wa shariu darajani, na njia ya wapi darajani. ala jawanibi lshawarici pembezoni mwa njia imaratun aliyatn kuna nini? Kuna majengo marefu makubwa ya ghorofa manake. watajri fi hadhihi lshawarici, na inapita katika njia hizi. shawari ni jamu ya nini? Shariu, njia na zinapita katika njia hizi sayyaratun ujra, gari za nini? Gari zile za ujra. Ujra maana yake ni malipo, kwa gari za daladala zile, sawa, taksi au daladala nyingine, anaita matatu kule mabasa. Washahanatun kadhalika, nani? Magari makubwa, jamu ya nini? Shahnatun, gari moja lile, fuso ale magari, wa shahanatun na wadarajatun, na baskeli, baskeli waunasun kathirun, na watu ni wingi katika njia hizo. Wa ummalun kadhalika, wafanyakazi ni wingi. Watulabun watalibatun kadhalika, wanafunzi wa kiume na wa kike ni wingi. Wamuwazzafuna na wale walioajiriwa, wafanyakazi wa serikali ni wingi. Wamuwazzafatun nawaajiriwa wa kike pia, wafanyakazi wa kike. Madinatu Senjibari, madinatun kabira Mji wa Zanzibar ni mji mkubwa. Fiha madarisu wa masajidu wa aswaqu, ndani yake kuna madrasa, kuna miskiti. Madarisu ni jamu ya madrasa tu, masajidu ni jamu ya masjidu, na aswaqu ni jamu ya sukul, kuna masoko mingi. Wa makatibu, na kuna makatib ni ofisi, ni jamu ya maktaba. Wa hadaiqu kadhalika, kuna bustani hadiqa tu jamu ya hadiqa tu kathiratun, nyingi sana

Wnatalamu fi madarisiha, kadhalika tunajifunza katika nini vyo vyake mio. Wanajtahidu fi durusina, kadhalika tunajitahidi katika darsa zetu linanfaa ili kwa ajili tuinufaishe wapana na nchi yetu ya Zanzibar, fi lmustabali, katika wakati unaokuja. Tunasoma sana ili kwaajili tuinufaishe nchi yetu kwa ajili ya mustabali wakati unaokuja, insha allahu Allah akitaka. Sawa. Tadribatu, kamalizia mazoezi. Ajib anil as'ilatil alatiyati, jibu maswali anaofuata. Hal madinatu zenjibari jamilatun, je, mji wa Zanzibar ni mzuri? Utajibu hal madinatu zenjibari wasiatu, je, mji wa Zanzibar ni mkubwa, ni mpana, ni utajibu. Udhkuru shawari allati tujadu fi zenjibar, taja njia ambazo zenye kupatikana katika mji wa Zanzibar, Zanzibar. Zanzibar. Madha tamuru fi hadhihi lshawarii, unapita nini katika njia hizi? Udhkurul ashiyaa, taja vitu allati, ambavyo tujadu fi Zanjibar, ambao vinapatikana wapi, Zanzibar. Hal nuhibu Zanjibar, je Zanjibar tuneependa Zanjibar wa limadha, na kwa nini? Limadha najtahidu fi durusina, kwa nini tunajitahidi katika darasa zetu? Tutakuja kuendelea katika wiki nafiwata, insha Allah, ta kuendelea katika wiki nakuja, al al aamal lyaumiya